Habari ya sasa, ndugu mtazamaji ambao unanifuata leo ndani ya Swali Talk Show na huyu ni kijana Tresor Issa. Leo nimekuja na mada nzuri ambayo itakusaidia wewe ndugu yangu, sikia leo na watu wengine. Mara kwa mara, dunia inabadilika, mambo yanaenda vibaya, Mungu pale kwa sababu ya maisha yako na Mungu anakupenda mpendwa, anakupendampendwa ndiyo maana ninakuja siku leo na ujumbe mzuri kwa kusaidia wewe na kunisikiliza, ambao unanisikiliza, somo ya leo ni kusema kwamba uishi tukiwa tayari kwa mwisho. Leo na vitu vitatu ambayo napenda niongelee. Unanifuata vizuri, kwa sababu katika maisha kuna kwa vitu vingine ambayo tunapitia sisi wanadamu, tunadhani kwamba tuko vizuri, lakini uh, tuko vizuri kwa sababu tunaenda kinyume ya kazi ya, ya Mungu na tunafahamu mapenzi ambayo hayastahili kwa Mungu, lakini leo nakuja na ujumbe mzuri kusema ya kwamba Mungu anakupenda mpendo ambao unanifuata siku ya leo, na vipengele vitatu ambayo napenda niongelee siku ya leo. Kitu cha kwanza napenda niongelee itakuwa ni kwa ajili ishara. Ninaposema ishara, umeshaelewa ishara ni kitu gani, mtu anapokuambia ishara. Ishara, ishara, ishara, ishara ni ni sign ambayo agee wanasema ama ni sinye fulani, ni ambayo kinataka kutokea hiyo ni ishara. Na kwa sababu tuko kwenye dunia iko ni kwenye kipindi kigumu, ama ni kipindi cha mwisho, lakini kupitia ishara ambazo napenda nikuambia siku ya leo, nikuongelee siku ya leo, utanifuata vizuri, na utaenda kuangalia namna gani utaenda kubadilisha hisia zako na mawazo yako kwa ajili ya ishara. Kitu ya pili kwa ajili ya kurudi kwake Yesu katika maisha, kunakuwa ile kipindi ambayo unakimbilia maisha, unakimbilia sehemu na maaluku, unakimbilia hiyo sehemu, haina sema kwa itafika mwisho. Hapana, ikingariki pale pale. Lakini wakati kunakimbia kunakuwa vitu vingine vinatokea between, katikati ya hiyo njia yako ama safari yako, na ndio maana leo nakuja mbele yako nikuambia kwamba Mungu anakupenda mpendo ambao nanifuata siku yaleo, na Mungu anakujali mahali popote pale ulipo. Usiku nasema kwamba mimi niko mwanadamu, hata wanadamu wengine waniangalia na namna gani wanijali au wanipende, lakini napenda kutini nikuambia kwamba mungu anakupenda ndio maana nakujua kwamba siku ya leo ni siku nzuri ya wewe na kutengeneza maisha yako tuwe watu wa kuishi kwenye kipindi ambacho unajua kwamba hii kipindi ni kipindi ambacho kinakuja kigumu na ya tatu ambayo napenda nikuambie ni kwa ni ajili ya utakatifu utakatifu ni kitu ambayo kinatufanya huo uishi vizuri katika maisha yako wakati muda wowote wanapofika huwe tayari kumlaki bwana kwa ajili ya ishara sasa ishara sasa ambayo napenda niongelee siku ya leo ya kwanza ni kwa sababu ya mambo ambayo yanatokea ndani ya dunia mara kwa mara. Si wanadamu, ni lazima tuwe watu wa kuishi kwa ajili ya kuwa tayari. Tu tunaishi tukiwa tayari kwa ajili ya mwisho. Ninaposema mwisho ni hivi, eri mwisho kuliko mwanzo. Ninaposema mwisho, mara kwa mara kama mtu anatengeneza msingi wa nyumba yake, anafurahia ya kipindi ambapo anataka kuingia ndani ya nyumba, anafanya sherehe. Ama kama kulikuwa mwanafunzi anafanya shule na soma na soma na soma mara kwa mara yule mwanafunzi anafurahi wakati anamaliza shule na kupata ile graduate, anafanya graduation. Maana anapata ile documents ya mwisho. Ili inadhibitisha kusema kwamba yule mwanafunzi anenda shule na alipigana hivi na hivi na amefanyikiwa, na sasa hivi anakuwa mwanafunzi bora na ataanza kufanya kazi ama ataendelea kwenye shule ama kipindi kingine. Sasa hapa kwa sasa hivi napenda nikupatie moyo ni kuambia kwamba ni lazima ujue namna ya kuwa tayari kwa ajili ya mwisho. Wengine wanapiga mahesabu kwamba nina pesa zangu, nitakuwa na pesa kesho. Unafanya kazi, unaziua kwenye benki yako, unasema kwamba kesho una projekt ya kujenga nyumba fulani, niko ni na kitu fulani, napenda nifanye hivi. Lakini napenda nikuambia, mpendo ambao nifata siku ya leo, napenda nikuambia nikuambia kwamba hivi hakuna ambaye anajua mambo ya kesho. Unifate vizuri, hakuna ambaye anajua mambo ya kesho ambaye anajua kesho ni Mungu peke yake, ambaye anajua kesho ni Mungu peke yake. Mwanadamu asikudanganye kwamba yeye anajua kesho. Ni neema ya Bwana ndio najua, kwamba unasema kwamba nimeacha mbele ugali wangu wamenisongea, nitakula kesho, naita kwenye friji na unaamka kesho, kesho unakutana, una, una ule ugali unakula ule ugali. Ni neema ya nani? Ni neema ya Bwana tu kwa sababu mungu angeki na wewe mpendo. Lakini sasa leo napenda nikufundishe ni namna gani utajiweka tayari kwa ajili ya kesho. Tuwe watu wa kuishi tukiwa tayari kwa ajili ya mwisho. Tuangalie vipengele gani ambavyo vitatusaidia ili tuishi kwa kujua kwamba kesho nitakuwa vizuri ama mwisho nitakuwa namna gani. Kuishi kwa ajili ya kesho, tutaangalia kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 44 inasema nini? Tusome kwa pamoja, inasema hivi: kwa hiyo nanyi jiwekeni tayari kwa maana mwana wa Adamu atakuja saa msioitazamia, ama saa msiojua. Ni lazima tuwe tayari, kwa sababu mwana wa Adamu atakuja kwa muda ambao tusioutarajia. Naposema kwa muda tusioutarajia, maake kwa kipindi kile ambacho sisi wanadamu hatujui ama kufahamu yoyote, utakosa vile. Kwa mfano unalala nyumba, watu wanatuambia kwa ajili ya parapanda para pande talia watu watanyakuliwa. Labda ulikuwa na mwenzako anaenda mbinguni, lakini hiyo kipindi kwa kusema ikuje kunakuwa na ishara fulani, na hiyo ishara ni hii. Sasa napenda niwaambie, kuna swali napenda nikuambie kwanza kabla ya kuingia kwenye kipindi chetu. Umewahi kushikwa bila maandalizi? Ama mtu anaweza kutembelea naye nyumba yako bila kupatia taarifa yoyote? Umesikia tu mtu anakuja kwenye mlango papapapa. Najua Afrika ya, ya zamani unaweza kuenda kwa shangazi yako, kwa baba yako mu mdogo, kwa, shang... kwa, kwa kila mtu, kwa kaka yako bila taarifa yoyote atafungua tu mlango. Oh, uko hapa, karibu ndani. Ya nyumba ku nchi ambazo zinaendelea, ukiona mtu anakuja kwenye nyumba yako bila taarifa hiyo, maanake kunakuwa na question mark, ama kunakuwa swali pale, huyu mtu amefika, kuna nini ametembelea? Mara nyingine unapopata ile surprise, ama unapopata ule mtu anakiwa kutembelea akiwa kuangalia bila taarifu, mara ya kwanza, ukiona mgeni kwenye mlango, una fikira yako na kuambia mm, chumba changu chafu, nyumba yangu sikuiandaa vizuri, sikujipanga vizuri. Ah, kitchen iko mubaya, resumu iko mubaya, sina chakula ya kumpatia huyo mtu. Kwa nini amekuja saa hizi? na njogisi, Yesu ametuambia kwanza, mara kwa mara tuwe watu wa kujiandaa, tuwe watu wa kujiandaa, kwa sababu kurudi kwa Yesu Kristo ama kurudi kwake Yesu Kristo sisi wanadamu, hakuna ambaye atajua. Hiyo itakuwa ni siku ambayo inakuja, ambayo wewe mwanadamu unanitazama siku ya leo, hautajua muda wala

kwa sababu anasema kwamba tuwe tayari usiku na mchana, kwa sababu hatujui mgeni atakuja siku gani. Yesu ni kama vile mgeni ambaye anakuja kwenye nyumba yako bila kupatia taarifa. Kama wewe ni mwenyeji wa hiyo nyumba, ni vizuri tuwe kuandaa nyumba yako vizuri, iwe safi, kwa sababu aujui kama mgeni atakuja ndani ya nyumba yako muda gani ama sanga. Ndio maana si watumishi wa Mungu, ni lazima tuwe tayari, tunajipanga kwenye maisha, tuwe watu ambao tunajua kwamba napofanya kitu fulani kama hivi, ni vizuri kwamba namkuza Mungu. Hata leo nikienda nikifariki kibwana tusio watu wa kusema ya kwamba mi nafanya kikitu kwa sababu wanishukuru. Hapana, uwe mtu wa kufanya kazi kwa sababu mungu amnapenda, na uwe mtu wa kujipanga muda wote, usio wale wanawake ambao wakipata marandevu kwa kuonana na bwana yao, njo wale wanajiandaa, wanatia make up nini, wanajiswanya vizuri. Ama huku mwanaume ambao anapenda kuangalia girlfriend wako, unajiandaa vizuri, suti nzuri unajitia, unaenda kujitinda vizuri, kwa sababu unaenda kwenye date, unajipanga vizuri. Sasa kuna siku ambayo wewe ile siku ulikuwa utarajii au yajipanga vizuri. Sasa unaenda na tembea kutana na boyfriend wako ama na girlfriend wako, yeye alikuwa avaa ile mastyle ambayo anavaa wakati mnakutana kwenye date, yeye anavaa bia mangoo vya hatari hasa. Wanasema ka huyo, njoo ule mwanamke. Wazee wanasema kwamba usiende kwa mwanamke ama kupendana mwanamke jumapili ama siku ya mungu ama ya posho. Kwa sababu gani? hizo siku ni siku ambao wanawake wanajipanga, wanajiandaa. Hiyo ni siku ambao wanawake wanajiandaa, magashi manini, wanajua wanatoka out lakini, ukipenda kutana mwanamke ambaye utamwoa fanya hivi: tembea ndani ya street, ama nyumbani, msichana mwana tarajia kuoa, uone mtembelee, uone utembee bila kuwapatia taarifa, utajua kwamba yule mwanamke ni msafi ama sio msafi, ama mwanamke ni mubaya ama ni mzuri. Mara kwa mara, katika maisha kuna kuwa na vitu ambavyo tunapitia sisi wanadamu, ambavyo tunazania kwamba ni vitu vizuri, lakini sivyo ndio maana nikupatia hii kitabu na kuambia kwamba tuwe tayari kwa sababu hatujui dakika wala saa ambayo Yesu Kristo atarudi. Na huko pale, nikupatia mfano kwa ajili ya mgeni a kutembelea bila kujiandaa. Kama ue mwenye nyumba, ni lazima ujue kwamba nyumba yangu iko hivi hiko hiko, ukosha kuwa tayari. Hii ishara saini ambayo ninapenda naongelea, kunakuwa na saini ambayo napenda kupatia mpendo ambao unafikiria mwenyewe, inasema vita vitakuwepo, mnavyoona, njaa zitakuwepo, matetemeko ya ardhi zitakuwepo, watu watapenda fedha kuliko maneno ya Mungu. Watu wanapenda kazi siku hizi na pesa, hawapendi kwenda kanisani tena. Ukaidi na kuwepo kila nchi sasa hivi, ni wakaidi. Marekani, Afrika, Iran, Asia, wapi, wote ni wakaidi. Hakuna ambaye anatekeleza maneno ya Mungu tena, kila mtu anasema kwamba niko na bomu fulani, anatishia mwingine kitu fulani, na wengine wanatengeneza fulani vya hatari vya kuangamiza wengine nchi ama wanadamu wengine. Lakini leo napenda kutia moyo, ni kuambia mpendo ambao nifuata, sikia leo. Mungu pale kwa sababu maisha yako ndio maana wanifuata siku ya leo, na Mungu anapendeza usikilize ujumbe wa siku ya leo ili utafakari katika maisha yako. Dalili ama saini unapoziona sasa hivi, watu wameona vita, viko njaa, chakula vitu vimepanda bei, kila kitu kinakuwa ni hatari. Manabii wa uongo, watu wanakuwa wanabii wa uongo. Makanisa mengi sasa hivi, watumishi wengi wanakuwa ni wanabii wa uongo. Utaona mtu anakuombea eti fanya hivi, ntakupatia pesa, fanya hivi. Wanabii wanakuwa uongo, wengi sana ni wa uongo na awafanyi kazi ya Mungu, si Mungu anavyopanda lakini leo mpendo wako pale unasikiliza, sikia leo, ni vizuri ujue kwamba Mungu anakupenda, ni vizuri ujue kwamba Mungu anapenda katika maisha yako. Walimu wa uongo wako wengi YouTube sasa hivi, utafuata watu wanafanya maneno ambayo hayastahili kwenye YouTube. Jambo lako umoja, tusimama imara, ili umalize mwisho wako vizuri. Unapokuwa na ile simu yako inakwambia, basi pa, pa, pa, pa, pa, ina ring fulani, kuna ewa itakua saa mubaya, itakua hivi na hivi itakua mubaya, watu wanakuwa wanajiandaa kwa hiyo kipindi kwa mfano hapa Houston kulikuwa mafuriko fulani, walituma kama emergency alert, wanatumia watu kwenye mafon na kuwambia kwamba muda huu mafuriko yatatokea fulani. Kuna wakaidi walikaa wa, hawakujali kuna wengine walisikiliza walikwa. Na njoo dunia ya leo, kuna baadhi ya watu wengine wanasikiliza wanafuata wanatoka, kuna baadhi ya watu wengine hawaisikilizi hata hata ujumbe mmoja, wanaikaa tu pale vile, wanasema kwamba Yesu atarudi siku gani. Lakini leo napenda kupatia moyo, nikuambia kwamba Yesu alitupa ishara ili tujue kuwa kurudi kwake karibia. Yesu ametuonyesha hizi ishara zote, hizi dalili zote, kusema ya kwamba kurudi kwake kunakaribia, kama sio kesho, sio leo, kesho yake. Lakini ujue ndani ya akili yako, kusema ya kwamba Yesu anakaribia kuja. Kama vyo ni mtumishi wa Mungu ananifuata, sikia vizuri, ujiandae katika maisha yako. Ya pili ni kusema ya kwamba Yesu atarudi, atarudi. Kitabu cha Wathesaloniki wa kwanza 4:16-17 utasoma kwa jina la Yesu. Nasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pa pamoja na mwaliko na sauti ya malaika kuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. 17 kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana ewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Amen. Inasema kwamba Bwana atashuka kutoka mawinguni at kuja na kukamata wale tosha fariki na sisi ambao tuko wazima taenda mbinguni kumlaki Bwana. Kwa hiyo kitabu, napenda tunigusie vitu viwili ambavyo ya maana sana. Kitu cha kwanza nasema kwamba Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni kwa sauti kuu yesu atatoka mbinguni kwa sauti kuu mwanzo wakati aki tuokoa yesu alikuwa na sauti ndogo alikuja kama vile mkombozi lakini kipindi ambayo anakuja sio kama vile mkombozi tena sura yake itageuka kuongea kwake itageuka asira itakuwa nyingi kwa sababu alitupatia njia ya tambua makosa yetu na njia ya kujipanga kujiandaa ili siku anapokuja tuke tuko tayari wakati ya yesu kristo anataka kuja siku za mwisho kama vile si watumishi wa mungu tujiandaa vizuri kujua kwamba Yesu anatakaribia kuja, ni lazima tujiandae tuwe tayari, mwen, mwenendo wetu tabia zetu kongea kwetu kuiba kwetu kusema kwetu vibaya kwenda kanisani tushejiandaa na mambo yote ya dunia, uwe tayari, kwa sababu Yesu atakuja, muda wala sio mfupi. Yesu anarudi, na anapokuja hatakuuliza mpendo, ama atakupigia hodi, ama atakwambia siku wala saa, na anapokuja atakuja na hasira, atakuja, atakuja kama nye askari mkubwa, komando mkubwa, na ya pili, wale walio wa Kristo watanyaku kumlaki angani. Yesu atakuja kabisa na sauti kubwa, mfano kama kusubiri katika uwanja wa ndege kumpokea mpendo wako, ndivyo tutavyongojea ama mngojea Yesu katika siku hiyo. Wakati Yesu atakuja, tuko tunamsubiria bila kwa hamu, lakini aweza kumsubiria Yesu wa hamu kama kujiandaa, ni lazima kushajiandaa. Na ndiyo maana leo napenda kutia moyo ni kuambia mpendo, ni lazima tujiandae kama vile watumishi wa Mungu ili tupate kujua makuu ya Mungu ni aina gani Na yengine, ni siku ya hukumu, siku ambayo Yesu atarudi kutokuwa na hukumu vilevile. Ufunuo 20:11 hadi 15, tutasoma kwa jina la Yesu, kitabu kya Ufunuo. Kisha nikaona kiti cha enzi kubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye inchi na mbingu zikakimbia uso wake na mahali pao hapakuonekana. 12 Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vitakatifu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni cha uzima na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake; wakahukumiwa, kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Kumi na tano. Na iwapo mtu yeyote akuonekana, ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto Amen, kutakuwa na kitabu, kitafunguliwa atasoma majina ya watu wote, na anapokuwa nasoma, na kama jina lako kupatikana kwenye kitabu cha uzima, utaenda kwenye hiyo moto. Na nasema kwamba watu walikuwa kwa ndani ya bahari, bahari tawatoa wote, wanafuka wanakuja, kila saa mtu atakuwa nasomewa kwenye kitabu. Kama jina lako ko ndani ya kitabu, unaenda mbinguni, kama hakuna, jehanamu. Manake hii ni siku ya hukumu, na maneno mawili napenda kuongelea kwa ajili ya kitabu ambayo nimesoma. Kitu ya kwanza ni kila mtu atasimama mbele za Mungu. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo ishirini, kumi na moja, kumi na tano kitu ya kwanza ambacho tafikiria zaidi unaposoma vyote, kila mtu atasimama mbele ya Mungu, kama vile uko kwenye murongo ya kwenda kuchukua pesa kwenye benki ama kwenye kushuta maji, kila mtu atasimama mbele ya Mungu na ya pili, walio ndani ya Kristo wataokolewa, waliomkataa watahukumiwa milele na milele. Unifuate vizuri. Mfano shuleni, mtihani ukifika huwezi kujiandaa dakika ya mwisho. Ukiwa naenda shuleni, huwezi ukajiandaa kwa dakika ya mwisho, ili hujaanza kujifunza ili upita mtihani Lazima uwe tayari mapema, mtihani unapokuja. Usio mtu akusubiria. Mtihani kujifunza kwenye dakika za mwisho, utakufa utakofu, utafel. Kuna watu wanaenda akili kujisubiria kwenye dakika ya mwisho, utakuwa na baadhi ya watu wengine ambao watakuwa wamalaya, walikuwa na madharau, siku ya mwisho, dakika ya mwisho wanatubu, wanakufa vizuri. Lakini wee ulikuwa naenda kanisani kila siku unashindwa. Lakini leo naongelea kwa sababu ya hukumu, ni lazima tuwe watu wa kujiandaa mapema ili hukumu inapofika hiyo siku tuwe tayari na kumlaki Bwana. Tunapashwa kuishi kama uko mkristo wa Mungu, uko najiandaa vizuri Zuri. ni lazima ni vizuri tuishi mpaka hiyo siku wanapofungua kitabu cha uzima jina lako itoke ndani jina ya Tresor patikana nayo kitabu haleluya kuishi kwa utakatifu na napersa nikuambia, namna ya kuishi kwenye utakatifu, kumjua Bwana. Hili siku napokuja, uko tayari mpendwa. Muda wakati unafika muda wote uko tayari kuenda kumlaki Bwana na kujua kwamba Mungu pamoja nawe katika maisha yako. Petro wa pili sura tatu mstari wa kumi na moja hadi kumi na mbili Um, inasema hivi: basi kwa kuwa vitu hivi, hivi, vyote vitafunuliwa, hivyo imewapasa nyinyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu utaua mkitazamia hata nje siku ile ya Mungu na kuimiza, ambayo katika hiyo mbinguni zitafunguliwa zikiungua na viumbe vya asili vitateketea na kuyayuka. Na, na kuna vitu ambavyo napenda niongelee pale. Kwa kuwa vitu vyote vitapita, tuishi maisha ya utaua ama maisha ya kujitambua. Hiyo ni pointi ambayo utakuwa nayo katika maisha yako, uisikilize vizuri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 na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa udahari. Sikiliza, kitabu hiki inakwambia twende tukapatie watu mafundisho. Usikaa nyumbani ukisema ya kwamba mchungaji utapatia ufundisho kwa watumishi wengine. Ni lazima wewe kaka, baba, mama, uko nanifuata. Siku ya leo twende nje tukatangaze injili ya Bwana, tuwatangazie wanafunzi ama wanadamu mafundisho mazuri ya kuwaokoa katika maisha yao, kwa sababu maisha ni madogo. Nani anapenda kutuchukua? Ndio maana Yesu akatuamuru, wakatuamuru twende, tukawafanye watumishi wengine, tutangaze injili ya Bwana. Hapa kuna maneno mawili ya kwanza, mwisho hautafika hadi habari njema ihubiriwe kwa mataifa yote. Mwisho hautafika mpaka habari ifike dunia nzima. Wewe huko pale, umeshafuata injili, ushaitangaza injili. Ni lazima tuungane kwa mkono, tutangaze injili ya Bwana. Hata mtu anakuchekea, ujui Kiingereza, ujui Kifaransa, lakini lugha ambayo unajisikia uko nayo ongea, fanya kazi ya Mungu isonge mbele. Ya pili, daktari anapopata tiba ama anapopata dawa ya kitu fulani, anakishea, anapatia watu wengine, anaambia wengine wadokteri, ama wahopitali nyingine, kwamba nimepata kitu fulani. Na wale wadokteri wanafaa nini? Wanafurahi kwa sababu dokta amepigana amepata uh, tiba ama amepata kua, amepata dawa ya ugonjwa fulani. Na kama vile siiwa Kristo, ni lazima tukuwafurahi tunapojua kwamba kitu fulani kinakuja. Ni lazima nini? Tuende tutangaze njili ya Bwana, watu wengine wachukue hiyo. Kama unajua kitu, songa mbele, usika nyumbani kwako ya si yake kuendelea kuimizana kama wako Mkristo ambao uko pale ni lazima, ama uko mtu mzuri, tuwe watu wa kuimiza kuimiza watu wengine. Na ndio maana na kitabu hiki cha Tesaloniki wa kwanza 5:9:11 itakupatia maneno mazuri, ndio isome taratibu, ufikirie: kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa asira yake, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo kumi ambaye aliyekufwa kwa ajili yetu ili tuishi pamoja naye, kwamba twakesha hao kwamba twalala. kumi na moja basi farijianeni na kujengana kila mtu na mwenzake, vilevile vile kama mnavyofanya amen. Tuendelee kuhimizana. Mungu hakutuweka kuangamia, bali tupokee wokovu. Mungu hakutuweka hapa chini ya jua ili tuangamie, alituweka hapa chini ya jua ili tupate wokovu. Unifuate vizuri. Mfano, kama vile kocha anavyotia moyo wachezaji wake dakika za mwisho za mchezo. Unajua, kocha kudakika za mwisho, kocha anapatia wachezaji wake motivation ili waendelee kucheza, wasiangaike, ili wasiwapige gol. Na hii ndio kipindi ambacho tuko nacho sasa, tuwe wote kufarajiana sisi kwa sisi. Unamwona mwenzako anaenda vibaya, uene mfariji, usimtukane. Kuna wengine wanakupatia mafariji ama kuona anaenda tena nyuma na kusema. Lakini leo napenda nikutie moyo, ni kuambie kama uko mtumishi wa Mungu, ni lazima tu watumishi wa kujua huyu ni mtu fulani, una kumfariji na kumtia moyo, kama vile kocha ambaye anatia wachezaji wake nguvu, akiwatia moyo njokisitokuwa unakupatiana moyo mara kwa mara na kadri, si mwisho anaweza kukaribia. Kuna kitu ambacho napenda kusaidia saa siku ya leo. Ukipenda kuishi mpaka mwisho, kuwe tayari, fanya hatua za vitendo hivi kila siku, vitakusaidia ili uwe tayari. Ya kwanza, omba kila siku, usiombe leo kisha na ruku. Unamwambia Bwana katika maombi yako, Bwana nisaidie kuishi nikiwa tayari kwa kurudi kwako. Itakusaidia sana, mpendo. Siku ya pili, chunguza maisha yako. Mahali popote pale unatembelea, kuwa mtu wa kuchunguza maisha yako, mpendo. E, nimefanya hivi leo, nimetukana mtu fulani leo, simu yangu nimejibia meseji fulani. Kuwa mtu wa kuchunguza maisha yako kila siku, ondoa chochote kinachokutenga na Mungu katika maisha yako hu mtu wa kuchunguza maisha yako, ondoa vyote, warafiki wabaya, manegative ndani ya akili yako. Anakuambia usiende kwenye kanisa uangalie manetflix, vyote ondoa manegative yote, nenda uangalie fasi utaikaa vizuri. Wale wanadamu wanakuambia usiende kanisani sio wanadamu wazuri. Maisha yako ni lazima ujipangie mwenyewe katika maisha yako. Hu mtu wa kuchunguza maisha yako, shirikiana na watu wengine, tu watu kupendana, wa kupendana, usiwe peke yako. Unasema kuwa mtumishi wa Mungu na upende watu wengine, ni vizuri tu watu, watu kushirikiana kujuiana hali, sio watu kuuana. Hapa mwambie ndugu, ndugu au rafiki yako kuhusu Yesu. Huo mtu wa kumwambia mwenzako ama kumwambia watu kwa ajili ya Yesu Kristo, usio mtu wa kumwambia mwenzako kwa ajili ya, ya video kazi, yani yote vyote ni ubadili mtu, mwambie kwa ajili ya Yesu Kristo kwa sababu atarudi. Ishi kwa tumaini, tuo watu wa kuishi na tumaini, usiogope siku ya mwisho, ioni furaha kama mwanzo wa maisha wa milele na Mungu. Kuna baadhi watu wengine wanaogopa siku ya mwisho. Nilikuwa mlevi, nilikuwa mchafu, siku ya mwisho itakuwa namna gani? Ni lazima kwenye kitabu cha uzima wa milele uione furaha hiyo. Siku unapofika usiogope, uione ni furaha, kwa sababu unaenda kuishi na mungu pamoja na we. Mwisho wa dunia sio ya kutia hofu ama kuogopa, bali ni siku ya kutuandaa. Siku ya mwisho inakaribia kufika, usio mtu wa kuogopa, lakini anza kujiandaa, kwa sababu ushajua kwamba kesho ama kesho yake dunia inaisha. Sasa wewe uko pale kama mtumishi wa Mungu, anza kujiandaa Usiku na mchana, unapolala jiandae, unapoamka jiandae, kwa sababu hata gari ya ajali inapofikia, uko tayari kusimama imara na kufanya kazi ya Mungu. Yesu atarudi, huwa anajiuliza kila siku, siku na mchana, Yesu atarudi upende usipende, Yesu atarudi. Yesu akirudi hii safari aina kama vile Mwokozi ama mkombozi, hapana, bali kama akimu Naposema hakimu maana ni mtu ambaye anakuya cha kuangamiza na kuvunja wote wa kumsikiliza. Sasa vile mkubwa kama komando swali ni hii kwamba unanifuata siku ya leo. Ama unasikiliza ujumbe wa siku ya leo, je, uko tayari kwa siku ya mwisho? Je, uko tayari hata kifo kikupata siku ya leo? Jee, uko tayari? Je, uko tayari unapofariki leo? Je, uko tayari Yesu anapokuja siku ya leo? Mpendwa, ni siku yako nzuri ya, ya kujiandaa sasa. Mara kwa mara Yesu atashuka na uko tayari. Maneno ya mwisho yanapenda kusaidia mpendwa ambaye unanifuata siku ya leo tu tuishi tukiwa tayari, tuenende kwa utakatifu na tusambaze tumaini la Kristo hadi siku atakayorudi. Amen. Tuo watu ambao tunaishi tuko tayari, na tuishi katika maisha ya utakatifu, na tuwe watu wa kutangaza injili ya Bwana Yesu kila siku, na mpaka siku atarudi Bwana. Napenda tutaomba mimi na wewe. Katika maisha yako Mungu anapenda kitu fulani katika maisha yako, akigeuza siku ya leo. Labda ulikuwa unifuata vizuri kila siku, lakini leo Mungu anipatia hii ombi. Tuombe pamoja, utanifuata vizuri mahali popote pale ulipo. Hii ni maombi ya kufunga ama ni maombi ya kusaidia wewe. Bwana tunashukuru oh, kwa kutukumbusha kuwa dunia hii haitadumu milele tusaidie kuishi kwa utakatifu, kushiriki neno lako na kubaki na tumaini. Tuandaye mioyo yetu kwa ajili ya kurudi kwako Yesu, na tupatikane waaminifu siku hiyo. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Soma maneno, uirudilie tena vizuri mpendwa, yatakusaidia katika maisha yako. Maombi haya yatakusaidia sana katika maisha yako. Najua kuna vitu na vingi ambavyo amepitia ndani ya maisha, ulikuwa umekata tamaa, lakini leo Mungu amenipatia kibali machoni pake, ili nikusaidia mpendwa, nifuata siku ya leo upate katika ujumbe wa siku ya leo. Kuna wachungaji wengi wanahubiri, wanachanganya watu, lakini wewe kama uko pale, lazima lazima kuwa unatambaa maisha yako kwa namna gani. Ni vizuri ujiandae katika maisha yako, kwa sababu haujui siku wala saa, kwa sababu Mungu anasema kwamba tujiandae usiku na mchana. Ishara zinafanyikana, vifo vinapatikana, watu wanakuwa na njaa, vitu vimepanda bei, hiyo ni ishara ya kurudi kwa Yesu. Na wakati atarudi Yesu, uwe tayari muda wowote. Hule tusio watu wa kusema kwamba nitakuwa tayari, kwa sababu Yesu atarudi kesho. Uwezi kujiandaa, ni lazima uko tayari. Unajua muda mgeni nyumba yako moyo wako vile vile uwe safi. Tu wa watu wa kujua kwamba Yesu anakaribia kurudi, na sisi kama vile watumishi wa Mungu tuwe tayari, uko ndani ya Yesu Kristo na mwabudu Bwana mwokozi wa maisha yako, unapoomba usiku na mchana, unamtegemea Bwana kwa mwokozi wako. Hakuna kitu kifanyika ndani ya dunia, lazima uko na imara kusema kwamba Yesu anaporudi leo niko tayari kwenda kumlaki Bwana, kwa sababu usio oh, mtu wa mashaka. Unapoishi katika tumaini ya Bwana, na unajua kwamba maisha yangu yako vizuri, nikienda kanisani, nikiimba, nikimwabudu Bwana, nikiomba msamaha usiku na mchana msa a hatari sana, watumishi wa Mungu, kuwa vizuri na watu wengine, na Mungu akubariki mpendwa. Huyu ni kijana wetu Tresor Issa, na Mungu anibariki vile vile, asante sana.